Kitabu hicho ukikisoma ukifika mwisho, Jaydee ameeleza maana ya jina lake mwisho kabisa, jina lake na maana yake. Na mimi nataka tuanzie mwisho turudi hivi, na nikuombe dadangu, pengine umsaidie mtu anaye tusikiliza na ambaye atatamani kusoma hichi kitabu, ni kwa kiasi gani Jina lako, maana ya jina lako imetupa Lady Jaydee tunayemuona leo, maana kule umezungumza maana ya jina lako, tafsiri yake na majina yote matatu kwa ujumla wake. Nachotaka tu kias, ni kwa, ni kwa kiasi gani na kwa sababu umeipa heshima ya kuweka humu ndani na kueleza, ni kwa kiasi gani maana ya jina lako imekubeba imekufanya ime uwe Lady Jaydee tunayemwona leo. Karibu sana asante. Habari uh, za jioni. Salama. Naamini kwamba jina unalopewa linaweza kuwa na maana kubwa na linaweza kufanya kazi katika maisha yako. Ukimpa mtoto jina matatizo, basi anaweza kuwa anaishi kwa matatizo tu maisha yake yote. kwa hivyo nyumbani, mimi niliitwa Wambura ni jina langu mimi. Wambura maanake ni mtu wa mvua, hivyo naamini kabisa mvua ni neema na huwa inaleta vitu vingi vizuri. Lakini upande wa mama jina nilipewa Mogondo, maanake ni shamba. Shamba ni kitu ambacho kinatoa chakula kwa ajili ya kulisha watu na kuleta afya na mambo mengi kama hayo. Kwa hiyo mvua na shamba kwa pamoja ukiviunganisha unaona kabisa ni vitu ambavyo ni vya faida katika maisha. Kwa hiyo nimekuwa kila siku nikitoa huduma kwa jamii, mimi nikiwa kama shamba, nimekuwa nikiwanyeshea watu ili waweze kupata neema kupitia kazi yangu. Kwa hiyo naamini kabisa majina niliyopewa yameweza kufanya kazi katika maisha yangu mpaka nilipo hivi sasa. Mtaani watu wanakuona komando tu, korofi, mpiganaji, jasiri Uh, uliweza kupambana miaka nane. Nakumbuka nilikuwa naangalia picha fulani, watu wanawapatanisheni, lakini wanawapatanisha baada ya vidume kutoka jasho. Nini siri ya ujasiri wako? Uh, vitu vingine mtu nafikiri unazaliwa ukiwa nayo, na naamini kabisa babangu pia alikuwa na spirit ya aina hii, kwa hiyo ni kitu ambacho nimerithi kutoka kwa mzazi. Wakati unapambana ulikuwa una, unajua matokeo ya kupambana kwako? Nilikuwa sijui itakuwaje lakini nilikuwa sitaki kuamini kwamba nitashindwa. Imani yangu ilikuwa ni kwamba ni lazima nishinde. Kuna mahali kwenye kitabu chako makofi ya ziada eh?